wa KMC na hivi ndivyo ambavyo Kamwe anaondoka hapa kuongea chochote, si umeelewa? Sisi kama Young Africans, sisi wakereketwa wa Young Africans, sisi washabiki kindakindaki wa Young Africans, tumeshamalizana nao. Hii ndio mechi yetu ya mwisho na hamtoshuhudia mechi nyingine yoyote Tala. na kwambia na pia mama yangu vile, hakuna mechi tutakayocheza sisi nyingine. Hii ndio mechi ya mwisho, amekuja tumempakata. Hii ndio mechi ya mwisho umekuja tunakupakata, mimi nakwambia, <tipu> hatuna kiki, hatuchezi nao tena, nilio nilio tena. <tipu> Yani, ngoja nikwambie ah. Umesikia Mario anasemaje? Mario anasemaje? haya haya dia exi haya haya dia exi. Yani Simba ni exi wangu, maana yake nini? Sawa, yeye ametamani. Sawa, mimi nilimtaka zaidi, nilipomtaka mimi yeye hakuja. Sasa kwa nini mimi nija kati ye ananihitaji? Eh, mimi kiburi. Sawa, shabiki wa kwanza namba moja wa Young Africans ni Julius Kambarage Nyerere, namba mbili ni Karume, namba tatu namba nani unamjua? Ni Kaunda. Simelewa hii ndio nchi Yanga ndiyo nchi sawa, Yanga ndio wenye nchi. Kwa hiyo tunataka tuwaoneshe kwamba sisi ni wakubwa kuliko chochote. Karia ni mdogo sana, hawezi kututukana sisi na viongozi